Vipenzi vyangu, kumekucha na makucha yake, time ya ombea umbea ni hafya. Mko hapa na madam Swahili, madam Swahili. Niko eh, zangu China, lakini bana nikasema mimi huku huku China nawaletea watu wangu umbea. Watu wanataka umbea, watu wanataka wajua yakuyajua haya, nisipo posti umbea itakuwaje mswahili wenu? Nikasema we huku huku China na posti umbea mpaka kieleweke <laughs> Famasiafi, basi bwana, niko poa mm, e, mnaendeleaje? Niliwamisi njii, mmenimisi? Ah, lakini mii mwenzenu ndo watali mi, ndo nimewamisi vibaya sana. Basi bwana, kama wewe ni mgeni wa chaneli hii, hakikisha una subscribe, una share, una like, una comment, usahau kugusa alama ya kengele, ili ninapoposti video yoyote, basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia kipenzi changu. Hai, ndugu zangu wa Tanzania, kwanza poleni poleni na maandamano, kwa sababu yalifika kipindi maandamano yanafika mimi niko China, sipo Tanzania. Kwa hiyo poleni sana, poleni sana mli ndugu zetu, kwa ndugu zetu walokufa jamani eh, familia zote poleni. Kwa ndugu zetu walojeruhiwa, familia zote poleni, poleni vipenzi vyangu, poleni sana. Basi bwana, mimi bwana, leo nimelileta jambo, sijui mnanisoma <laughs> Nimeleta uhusiano, uhusiano lenyewe ambalo sikuliongeleaga muda mrefu sana, leo nimelileta ili uhusiano tuliongelee. Niliporekodi video mwanga sio mzuri kwanza, nimerekodi jioni, alafu mwanga sio mzuri, alafu hapa nilikuja kula kwenye aka kamgaawa kama na kaona, nilikuja zangu kula, nikasema hebu ngoja nikae nirekodi video hapa hapa, kwa sababu napenda umbea. Vipi, napenda umbea kuliko kula. basi bwana basi bwana, na rekodi kabla sijaanza ku... Haya, mje vipenzi vyangu, kumekucha na makucha yake, taimu ya ombea umbea ni hafya. Mko hapa na madam swahili eh, madam swahili. Niko zangu China lakini bana, nikasema mimi huku huku China nawaletea watu wangu umbea, watu wanataka umbea, watu wanataka wajue yakuyajua haya. Nisipoposti umbea itakuwaji mswahili wenu? Nikasema we huku huku China na posti umbea mpaka kieleweke famasiai. Basi poa bwana, mko poa? Mm, e, mnaendeleaje? niliwamisi ji mmenimisi, lakini mimi mwenzenu ndo atali mi ndo nimewamisi vibaya sana. Basi bwana, kama we ni mgeni wa chaneli hii hakikisha una subscribe, una share, una like, shea, unaik, una comment, unasau kugusalama ya kengele ili ninapoposti video yoyote basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia, kipenzi changu. Haya, ndugu zangu kwa Tanzania. Kwanza poleni, poleni na maandamano kwa sababu yalifika kipindi maandamano yanafika. Mimi niko China, sipo Tanzania, kwa hiyo poleni sana, poleni sana mli ndugu zetu kwa ndugu zetu walokufa jamani. Eh, familia zote poleni kwa ndugu zetu walojeruhiwa, familia zote poleni, poleni vipenzi vyangu, poleni sana. Basi bwana, mimi bwana, leo nimelileta jambo nimnanisoma <laughs> nimeleta uhusiano uhusiano lenyewe ambalo sikuliongeleaga muda mrefu sana. Leo nimelileta ili uhusiano tuliongelea, niliporekodi video mwanga sio mzuri kwanza, nimerekodi jioni, alafu mwanga sio mzuri, alafu hapa nilikuja kula kwenye aka kamgaawa kama nakaona, nilikuja zangu kula, nikasema embu, ngoja nikae ni rekodi video hapa hapa kwa sababu napenda umbea, vipi napenda umbea kuliko kula. Basi bwana, na rekodi kabla sijaanza kula. Ili uhusiano bwana ninaoleta hapa ninalolizungumzia hapa sio uhusiano lingine lolote zaidi ya uhusiano la nani, la kaka kaka Simba, ehe, na mpenzi wake nani, na mpenzi wake Bizu, yaani ani zitazi na nikela. Nakosa mwanga mzuri na neng'eneka tu, tuna kazi ya kuangaika kutafuta mwanga, mwanga siupati, okay. hapa kidogo basi bwana, ilihusiano ndugu zangu, kwani ilikuwaje hivi? nilimaliza kwanza. Ah, poleni jamani, poleni wafiwa, poleni sijui nini, wale walo mlozulika kwenye maandamano poleni mlo, ndugu zenu waloumia majeruhi, poleni poleni, everything poleni, maana nikua sijatoa pole kwa mtu yoyote. Poleni wa Tanzania wenzangu, nawapenda kikubwa. Amani imerejea. yeah. mm. Vilevile, tarehe tisa nasikia kutakuwa na maandamano. Kwa hiyo make sure hiyo tarehe tisa ndugu zangu, mnaandamana kwa amani, kwa sababu mnataka katiba mpya na vitu vingine. Kwa hiyo make sure mnaandamana kwa amani. Basi bwana, ili uhusiano nasikia watu hawalitaki tena, ili uhusiano nasikia watu wamelikataa, ili uhusiano nasikia watu wamelipiga chini, lipenzi la Zuchu na Diamond nasikia watu, <laughs> watu hawana shobo Watu hawataki wa watu hawaelewi. Wa eh? Watu nasikia hawataki, watu hawaelewi wa watu hawana wa shoga. Nasikia ili uhusiano bwana. Mm? Nasikia kwamba yani nani nani, watu wakiposti video zao watu hawataki. Wa eh? Watu wakisema sijui ili uhusiano Diamond na Mwezi Zuchu wakisema tulerekodi sio kitu gani gani tu posti, hatutaki. Watu wamewa unfollow kwa maista, ma Twitter, ma wapi? Eh? Watu YouTube hawasikilizi wa vitu vyao. Serious? Nauliza ni kweli au ni kwamba mnajishaua tu kwenye mitandao na peji ya dada yetu Mange Kimambi pale, akiposti mwayuni follow si muwafanye hivi, sijui wamechangia, basi na nyinyi mnajishaua kusema hivyo, afu wa ni waongo mnaendelea, maana hamshindwi na wajua, Watanzania kwa unafiki, mnaweza mkakubaliana vizuri tu, waache tusiwasapoti, sijui tuwafanye nini sijui hakuna kumfollow msanii yoyote, hakuna kumsupport Diamond, hakuna kumsupport Zuchu, hakuna kusupport everything. Alafu baadaye pembeni, binafsi, mnaingia YouTube, mnasikiliza, mnawasupport, mnawaingizia hela pembeni, baadaye mnawafollow. Unanifollow leo kujifanya kwamba nimemfollow, alafu then kesho unaingia unamfollow. Tanzania ni wanafiki, tunawajua. Ndugu zangu, kwa kama mnaamua kusimamia misimamo yenu, simamieni na kingine. Naomba niwaambie kitu Mnaweza mkamlaumu Diamond na Zuchu, sijui Harmonize, sijui wasanii walochomewa vitu vyao huko, kwamba mmemsapoti mama, sijui nininini, sawa. Wamemsapoti ni kweli, wamemsapoti lakini, ndugu zangu, kila mtu anakula kwenye kazi yake. Sisemi kwa maana anawatetea, siwatetei, mi mwenyewe ameniboa vibaya sana. Mimi mwenyewe nina jirani zangu wengine wamekufa huko, nimepigiwa simu Tanzania jirani zangu wengine wamepata majeruhi, wako hospitali. kwa sina mtu nayemsapoti, sina timu, sina gachama, mimi sina ukawa, sina sijui sisi, sina chama chochote. Ninachozungumzia nazungumzia ndugu zangu wa Tanzania, watu zuri, wanafiki na wajua nyinyi wanafiki, si mnanielewa? Mnaweza mkasema tumsapoti, tumsapoti, baada ya kila kitu mnaendelea tena kuwasapoti hao watu. Kingine ndio mmewabwaga moja kwa moja, wakiposti vitu hawana viewers, hawana like, hawana ya chochote yani hawana ya chochote yani, viewers zimeshuka, like zimeshuka, kila kitu everything kimeshuka, yani mmeamua kuwakataa, sawa yeah. Je, mtashikilia kwenye msimamo wenu? Tuambiane hapa pa muwe wa kweli. Watanzania ni waongo, watanzania wananafiki. Mtanzania unaongea naye ukimpa kisogo tu anakugeuka hapa, anabadilika, wao siji kimekwenda kimerudi, wakati hapo anajifanya anachangia kwenye mtandao, ana comment kwa mange, mimi sitaki kitu I know this guy. Watanzania waongo sana. Kwa hiyo kama mmeamua kushikilia msimamo wenu shikilieni kweli e, msiwasapoti kweli, muwaache kutokana na walichokifanya, sio kizuri, hamkipendi basi simamieni hapo hapo shikilieni hapo hapo, mambo yatakwenda kama yalivyopangwa, sijui mnanielewa. Kingine narudi tena kusema wao pia walikuwa wanafanya vile kwa kutafuta ugali wao, wameona labda kwa sababu kama hizo kwenye kampeni wakiwa wanaenda ni kwamba wanaenda wanalipwa e, kwa mfano mimi hapa nitaitwa saa hizi madam, kama nataka umchambe mtu fulani, mtu fulani, hela yako hii hapa. Na ukiangalia, poleni kwa ubaya, nimepewa mzigo pale, hela ile pale. Jamani, pesa kuna sometimes inakuwa ndo kila kitu, lakini pia pesa sio kila kitu. Na nyinyi ndugu zangu wasanii, hata muangaliwe kama mnalipwa pia, muwe mna viwango, muwe mna balance, muwe mnajiangalia kwamba hapa bwana, hapa basi Ah, kwa hili nitakalofanya nitaumiza wenzangu nitaumiza watu wengi kwa ajili ya kumfurahisha mtu mmoja. Kwa muwe pia mnaangalia. So tu mnalipo basi ndio mnakurupuka tu kaa chafya, mnakurupuka naenda nenda kumsupport fulani fulani anaumia. Jamani. Kingine ndugu zangu hata mkiandamana maandamano yawe ya amani, yasiwe siwe ya fujo, mmechomea watu, mmeunguza majumba, mmeunguza siwe. Mimi kama mkinitukana mtukaneni kwa sababu nishawazoea watu wangu wa YouTube. Sometimes unanichamba, sometimes tunachambana. Kwa hiyo yawe ya amani, sababu nyinyi mnatetea haki yenu, mnataka nchi yenu, mnataka katiba mpya, mnataka everything. Kwa msichomee watu vitu, my dear guys, msiwaharibie watu vitu vyao. Vipenzi vyangu, mpaka nimeingia leo naongelea kuhusu hiyo tarehe tisa atakaokuja, kwa sababu najua kuna watu wangu wa YouTube wanaonipenda. Kwa hiyo kila mtu anahamasisha watu wake. Kwa hiyo kama mtaandamana, andamaneni kweli, haki ipatikane, lakini msiandamane kwa maandamano yale ya kuchomea watu vitu, maandamano ya fujo, maandamano so, yani no, hiyo sio sawa vipenzi, mnanielewa, eh? Hai, sitaki kuongelea sana maandamano kwa sababu hiyo sio ni issue, niseme labda let's say personal kwamba kila mtu ni issue binafsi za kila mtu, yaani kila mtu ana haki hiyo ya kusema kwamba niingie barabarani, lodi nikaandamane ama nisiingie, hivyo. But Kikubwa tunataka tua amani iwepo, mambo yaende kama kawaida. Amani ifanyeje iwepo? Kikubwa nairudia kwenye hili penzi la Diamond na Zuchu, watu hawa wanapendana, watu hawa hawaachani, watu hawa wako pamoja. mm? Nyinyi ndugu zangu mlioamua kuwa youthful, mlioamua <laughs> kutokuwa sapoti, mnanichekesha, mnanifurahisha, mlioamua kutowa sapoti Eh, msije baadaye mkabadilika mkawa wanafiki. Tukaja kuona tena nyenye nyenye mlosema tu sapoti, atufanyie hivi ndo mkawa wanafiki mkabadilika. Mkawa tena ndo mnawasapoti, mkawa tena ndo vihelehele, mkawa tena mkaenda kwa msema dada wa watu walio mtonsua support, mkaanza kumsema mange tena pembeni. Katuambia tu sio sapoti lakini tunawasapoti kama kawaida. Guys, shikilieni, simameni kwenye misimamo yenu muache unafiki. I say, mimi tuseme nawapenda sana. Leo nimeingia nimeongea tu vitu vya kawaida. Lakini kuanzia leo nitakuwa napandisha umbea kama kawaida, nitakuwa napandisha michambo kama kawaida, nitakuwa naleta video za wasanii kama kawaida, kama zamani. Tutarudi tena kwenye michambo yetu, vipenzi vyangu.